Kuna maeneo ambayo uliona huwezi kupita kwa sababu ya kuugua kwako, ukaugulia kwenye maombi, ukamlilia Mungu. Mungu atakuvusha, utapita, na baadaye watu watabaki wanasema amepitaje? Pitaje, pitaje? Pale we ujui, ulitafuta daraja kwenye maombi, Mungu akasema nawe, akakuvika nguvu, hata mahali ulipoona huwezi kapita unaogopa lingana na watu walioko pale, Mungu akakupa ujasiri na uweza ukapita, watu wakakuogopa. i lazima tujue kuomba, sema amina. Lazima tujifunze kuomba, sio kila siku kuembao kwa Mungu. Matumbo yetu hayapumuziki, lazima tuyapumuzishe, tuyafanyie mazoezi ya kwenda barazani pa Mungu, tumwambie Mungu tumekuja tumeacha vyakula, tumeacha nyama, tumekuja kutafuta uso wako, na Mungu atashughulika na maombi yetu. Bwana Yesu wasifiwe, Mungu wetu wasifiwe. Sasa maombi, hutaki kulia, hutaki nalia kwenye msiba tu. Bwana Yesu atusaidie saa Waisraeli walipona shida hii, wakasema, tumulilie Mungu, tumtafute Mungu, tutoe machozi, Mungu awasikilize, atusaidie. Na walipolia, Mungu akawasikia, Mungu akaandaa mpango wa kuwatoa Misri. Na nataka nikwambie na wewe, ukilia, ukijifunza kuomba, ukatoa machozi, kuombea kazi ya Mungu, kuombea nyumba yako, ndoa yako imeriwa uchumi wako umeporwa, uzao wako umeporwa na shetani, Bwana atakusikia na Bwana atakujibu. Leo Wakristo wengi wanataka waombewe na wachungaji wao tu, wachungaji wao tu. Chungaji atatuombea bwana, sikiliza nikwambie. Ni kweli wachungaji wana dhamana ya kuwaombea washirika wao, lakini lazima ujue, baada ya Yesu kufa pale msalabani, pazia la hekalu likapasuka. Maana yake kila mtu alipata neema na kibali. Ukiwa na mahitaji yoyote mbele za Mungu, unaweza ukaingia hemani mwa Mungu ukamlilia Mungu na Mungu akakusikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana.